Tajiri nambari moja duniani Elon Musk baada ya kuweza kutumbuliwa na rais wa Marekani Donald Trump ameweza kudai kwamba bila yeye Rais Trump asingeweza kuchukua katika uchaguzi wa mwaka 2024 hususan kwenye kiti cha uraisi wa Marekani. Sasa kwa mujibu wa yeye, Elon Musk, madai haya yamekuja eh, siku chache baada ya kuweza kutoka katika ikulu ya White House, lakini pia kuendelea kuwekewa vizuizi vya kutosha kabisa, na hata yeye ameweza kuweka bayana kwamba eh, hata pia chombo chake cha Dragon basi ataweza kukisitishia eh, huduma kwa kuendelea kufanya kazi pale Marekani. Nataka nikukumbushe tu kwamba mambo ambayo aliweza kuyafanya Elon Musk kipindi ambacho Donald Trump anaendelea kupambania masuala mazima ya uchaguzi ni kwamba aliweza kumpa pesa nyingi sana za kutosha, ambapo Elon Musk aliweza kutoa mabilioni ya pesa kuweza kumsaidia katika kampeni ya Trump, ambapo wagombea wa chama cha Republican, e bana alianzisha kikundi ambacho kinaitwa American PAC ambacho kiliweza kutoa zaidi ya dola milioni 100 30 kuweza kusaidia uchaguzi, lakini pia kurejesha akaunti yake ya Trump ya zamani ambayo inafahamika kwa jina la eh, Twitter. Sasa aliweza kuinunua hiyo eh, account, lakini pia kuibadilisha jina na kuita X. Baada ya Elon Musk kuweza kununua mtandao wa Twitter na kubadilisha jina kuita X, aliweza kurudisha account ya zamani ya Trump ambayo aliweza kufungiwa pia aliweza kurudisha wafuasi wa MAGA ambao walikuwa wanafahamika kwa jina la Make American Great Again. Sasa baada ya kuweza kurejesha ni kwamba iliweza kumsaidia Donald Trump kwa ajili ya kuweza kueneza taarifa zake za kutosha kabisa, lakini pia swala ambalo pia aliweza kulifanya Elon Musk ni kutoa zawadi za milioni kwa wapiga kura eh, ambao walikuwa wanaendelea katika kipindi cha eh, uchaguzi wa mwaka 2024, kipindi ambacho Donald Trump akiendelea na masuala yake ya uchaguzi. Katika siku za mwishoni mwishoni mwa uchaguzi alianzisha kampeni ya kuweza kutoa zawadi ya dola e, milioni moja kwa kila siku kwa watu waliotia e, sain kwa maombi ya kuunga mkono baadhi ya sheria za Marekani na katiba, mambo ambayo Rais Donald Trump yeye aliweza kuahidi kama akishinda uchaguzi wa mwaka 2024 na, na kuwa rais atamfanya Elon Musk kuwa waziri wa kuweza kupunguza matumizi ya serikali, ambayo nafasi hiyo inafahamika kwa jina la Doge kama jina la Doge coin, ambapo aliweza kuangalia kwamba serikali wake ikiwa na matumizi ya ovyo ovyo, so akaamua kumweka sasa, eh, Elon Musk katika, ka, katika kitengo cha kuwa kama msimamizi wa DOGE Doge. Sasa baada ya kuonekana kabisa kwamba Elon Musk ameweza kutumbuliwa na ikulu ya White House pale, na iliweza kuthibitishwa hayo, na ndo kaonekana kabisa kwamba kama vile kuna kutokuelewana baina ya Donald Trump pamoja na eh, tajiri huyu nambari moja duniani Elon Musk. Sasa nataka tu nikukumbushe kwamba Elon Musk pamoja na Donald Trump. Elon Musk aliweza kumsaidia katika kampeni, lakini pia mikutano tofauti tofauti ambayo Trump aliweza kuifanya kipindi ambacho anaendelea eh, kwenye kampeni ya mwaka 2024 akiendelea kuwania kiti cha urais wa Marekani aliweza kumsifia dharani na akasema kwamba eh, anamuita eh, a star is born. Aliyasema maneno haya Elon Musk na alikuwa bega kwa bega katika kila changamoto, lakini pia kila mafanikio ambayo aliweza kuyapata e bana Donald Trump kipindi ambacho yupo katika kampeni zake. Sasa kwako wewe kama mdau wa sawasawa online digital uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye onja comment hapo. Usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.